Kwanza mpira dunia nzima hakuna timu ambayo ukifika muda huu haihitaji kuboreshwa. Ikitokezea timu ya namna hiyo, maana yake hiyo timu, timu inaelekea kufa kitaalamu. Sasa Simba, Yanga na timu zote duniani zinahitaji kuwa na maboresho, hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, yanasemwa mambo mengi katika maboresho. Kwa mfano, yanazungumziwa masuala ya kuondoa baadhi ya, ya walimu Semekana wenye wenye majasusi wanasema, eh, kuna mtu anajinasibu kuwa na majasusi, wanasema wao wako karibuni na, na, na, na jasusi wao wamewambia Suleiman Matora tayari ameshaondolewa, mbona bado itangazwe? Kuondoka mimi niseme ni jambo rahisi sana kuzungumzia eneo ambalo lina mgogoro kuliko kuzungumzia eneo ambalo halina mgogoro. Ni rahisi sana sehemu yenye mgogoro kitaalam ni sawa na kuna ugomvi katika nyumba yani, kutabiri ngumi inakuwa ni jambo la kawaida, unaweza kutabiri, lakini kitu ambacho naamini kwa asilimia mia moja, timu pekee ambayo huwezi kwenda kupeleka jasusi ni Simba Sports Club yani, Simba walivyojiimarisha, namna walivyo, namna walivyotengeneza mianya katika timu yao, huwezi kupeleka jasusi. Sasa nijibie nukta hiyo, alafu turudi katika Ishaka Suleman Matola. Simba kwa sasa wanaendesha katika mfumo wa watu wengi kwenda kujadili jambo. Unapoambiwa kikao cha juzi kimekaa, na imekaa ile ile ile bodi. Bodi ina watu takribani kama sikosei, wanaweza kufika ishirini kama nitakuwa sikosei, ambao kuna watu watakuwa wanatoka upande wa Simba Sports Club, na kuna watu wanatoka upande wa mwekezaji. Dunia nzima kunapokuwa na watu wakafika ishirini, si kweli hawa watu wanaweza kuwa na wema wa moja kwa moja. Lazima katika watu ishirini, mmoja au wawili anaweza kuwa na interest binafsi, pengine huyo ndo mwenye kutoa asili za klabu, pengine huyo ndo mtu ambaye atalazimika ata kufanya hujuma. Lakini mi muono wangu katika mgogoro uliokuweko Simba, ni mgogoro unahusisha viongozi na mamlaka. Hapa naomba nisiulizwe tena. Mamlaka, ha, za serikali mamlaka, ha, gani? Nikisema mamlaka nimeishia hapo nisiulizwe tena. Watakapokuja watu nitawaeleza hiyo mamlaka gani, siwezi kusema mbele ya microphone. Kwa nini? Mimi shaka sio kiumbe ambaye naendeshwa kwa akili za watu wengine. Mi kwanza katika maisha ya kawaida hata ukinisaidia jambo usiniamuru niishi unavyotaka. Kwa sababu ukiwa haupo nani mwingine ataniamuru? Nitakuwa nimezoea kuamrishwa hivyo. Mimi na imani timu ya Simba mpaka ilipofika sasa ilikuwa inahitaji asilimia 30 Simba kuwa sawa na National Experience de Tunis na timu nyingine, kwa maana kiutawala, uongozi na vitu vingine. Lakini migogoro hii inazuka baada ya baadhi ya watu kunyimwa umaarufu wao wa kawaida katika Simba. Nisikilize my brother, unaweza ukanielewa? Okay. Huu ni mfano. Yaani huyu mtu nikimtaja jina ni mfano. Napenda kumtumia mfano kwa sababu alisemwa vibaya sana katika Simba. Sawa. Tay again ni tajiri wa kiasi cha kati na kati lakini ni tajiri n Yaani, kwangu mimi ni tajiri mkubwa. Kwa matajiri ni tajiri wa kati na kati. Na kati kuna matajiri wamemzidi mara tano, Tay again. Leo pita kwa watu wa kawaida, kwa waulize, jamani ye, mwenye umiliki wa maka, hii masheri ya, ya like oil ni nani? utapata wa, mtu mmoja kwenye watu mia atakutajia jina lake, lakini ukimtafuta ana mzigo kumzidi Tayageni. Kwa nini ya kuwa maarufu, Tayageni umekuja katika klabu ambayo imekupa maarufu. Tayageni ana marafiki Dubai, aliwapata katika Simba. Tayageni umepata mialiko mizito mizito, si umenielewa? katika Simba pengine. Sasa jamani, simshutumu huyu mtu moja kwa moja, nieleweke kwenye vyombo vyenu, pengine tukikwambia pumzika, unakosa fursa ambazo ulikuwa ukizipata kupitia wapi? We unaweza kutuhujumu, labda sijasema anatuhujumu, nieleweke. Hmm. najitetea mara saba saba. Hmm. Unaweza kuwa sehemu ya hujuma ya Simba kwa sababu hupati tena zile fursa. Au mwingineo yoyote, Magoli umekuwa NSSF kwa muda wote. Umaarufu uliopata NSSF sio umaarufu uliona wapi Simba? Magoli, tukikwambia ondoka Simba, unaweza ukawa sehemu ya hujuma katika Simba kina Asano, mmekuwa e, mpira pesa miaka mingi tu mmedhamini mpira pesa mkiwa friend of Simba. Asano, kuna watu ambao hawakujui, wamekuja kukujua juzi baada ya kusema Simba inafanyaje. Kwao, kuna mtu anaweza kuunda mgogoro kwa Simba kwa sababu ya interest zake yeah, binafsi. Akaenda aka, aka kulisha watu wengine. Sasa nyinyi pengine ndio mnaotoa hizi siri. Mimi kwanza, maisha yangu yote huwa sisadiki jambo ambalo halijasemwa. Sasa kama kweli Suleiman Matola amefukuzwa, siku utakaposimama mimi nitalaumu kwa nini ni Matola. Angalia hata za mimi mawazo yangu yalipo amefukuzwa. Maiki zenu ndio mlinioji, nikasema Matola hatoshi kuwa mwalimu mkuu. Lakini Matola anatosha na anafaa kuwa mwalimu msaidizi wa Simba kwa kipindi chote. Na hii Simba ilikuwa inaenda kutengeneza mazingira Matola kuwa mkubwa. Otherwise, Simba kama wanataka kumwondoa Matola, wamshauri aende ligi ya Kenya akatafute timu kwenye ligi ya Kenya apate jina kutoka kwenye ligi ya Kenya. End the day tuje kumpa Simba, lakini kama watamwacha hapa ndani, Matola anastahili kwenda kuwa mwalimu mkuu wa stoke mwanga. Lakini kikao ni cha marekebisho. Simba inahitaji kurekebishwa, kwa sababu Simba ina vijana wengi sana. Hatari miongoni mwa vijana Yanga, wanadanganyana kwenye mitandao kuwa washamsajili mimi. Naamini wanamtongoza wa msajili, imani yangu kuwa wanamtongoza wa msajili wao, wanaambiana kuwa wameshamsajili elimu panzu Tumeelewana sijui? Sasa ukisikia tumemsajili Mpanzo, unaelewa nini kwenye medani ya mpira, yeah. Kumbe walikuwa wanamuhitaji Eli Mpanzo muda mrefu na hawana jicho la kumuona Eli Mpanzo sawa, walimuhitaji Kratos Chotachama na hawakuwa na jicho la kumuona wali Kratos Chotachama, walimuhitaji Ezekiel Mwenda, hawakuwa na jicho la kumuona, jicho la kumuona... Israel. Mpaka Israeli anaitwa eh? Eh, Israeli Mwenda, mpaka watokee Simba wamchukue huyu mtu wawenaye ndo anaweza kuona. Sasa ikiwa Simba wana wachezaji bora ambao Yanga wanaanza kwenye melea, Simba wanahitajika kupata legend wawili kwenye kuongeza kwao. Mimi kwenye mjadala sikuwepo, nikisema wanatakiwa kupata legend wawili ukiangalia dribble ya, ya, ya, ya Elim Panzo, ukiangalia dribble ya, ya, huyu huyu mtoto Abraham, ukiangalia dribble ya, ya Budo, umenielewa sijui? Yani, wachezaji wengi katika Simba wana dribble. Kuna mtu mmoja naye ana dribble lakini anatofautiana nao, yeye ana power na kasi, namzungumza mtu alonyonya miaka miwili. Hawa wote wana dribu, wakifika eneo la final say, tuko katika zoni ya 16 na 18, twende tukafanye maamuzi, wanajikuta wametumia kasi kubwa. Lazima kuwa na jen, re, re, re, legend ambaye atakwenda kuwatuliza wakifika eneo hilo, anawaambia bwana, mnakuja mna dribu, mkifika hapa mnatakiwa kupoa. Ni eneo ukiguswa unapata penalty, umenielewa vizuri eh, na mtu anaweza kupewa kadi. Ni eneo ambalo ukizidi kuwa mtulivu unamtia shaka adui yako, tutulieni nahitaji kuwa na legend wawili ambao nadhani kwa ushauri, wapo ma legend wengi wasiofie, hata yule Clatous Chota Chama unayemwona hmm, ukimrudisha katika Simba na uwezo wa kucheza yani, bila kupepesa macho unasema ya kwamba Simba wamekosa akili ya mtu kama Chama kwa sasa hivi eh, nah, namba kumi yenye nah, nah, akili kama Chama. Nikibishana tena na hilo tena, nitakuwa najifunza mpira na siko tayari kujifunza eh, mpira e, bado hatujapata Jean Charles hoa. Ni mtu bora sana lakini ana maamuzi hatari kama alionao Kratos Chota Chama yule ndo kiumbe pekee ambaye kila akilisogelea boksi anazidi kuwa makini kuliko alipotoka. Viumbe wengi wakilisogelea boksi wanakuwa na pupa. Yeye hajawahi kuwa na pupa. Ko legend wa aina yake leo anafaa. Kama sio yeye basi naamini scout ya Simba. Umenielewa vizuri? Yende kwa scout. Ni watu wawili tu. Ni mtu ambaye atakamata kiungo namba nane atulize mpira Komfano, na namba tisa mwenye akili. Kwa mfano yuko namba tisa mmoja anamfuatilia sana, huwezi kwenda kumtoa alipo yule namba tisa wa, wa experience de Tunis ana rasta hivi kichwani, Mwamba analijua sana goli, anajua sana kuposition yani, yani anajua kila kitu. Sasa tupate mtu wa namna yake, legend wa namna ile, kwamba nyinyi mkija, ukifika kwangu mimi nitakuwa na utulivu. Mkwala ni striker mzuri, mimi ni striker wangu wa mfano, lakini kwa namna ya utulivu tunaotaka Simba, Mkwala bado anaonekana amepoa, so ni mtulivu kwa kweli, lakini walimu hawajaendelea kumwamini mara kwa mara, sasa ni tatizo Yaani, lini yataaminika, ni lazima watafutwe watu watakaeaminika. Okay, kwa mapema ndio ilikuwa mantiki yangu. Kwa hiyo kikao kiruhusisha hivyo, na ndugu zetu wafanye hivyo, na mimi naamini Simba ni timu inaweredi sana Brother, four years. Ni sawa sawa, hamna ubingwa hamna kombe lolote kubwa, mnafungwa na ndala mbovu hawa mara sita mfululizo. Alafu bado mko imara, mnaimba nyimbo moja. Simba sio mchezo, Simba ni klabu kubwa kwelikweli.